wa balain wa wabain wa wazalzala wa kulli shiddatin shidatin wa balia ya subuhu ya kudusu ya rabi al malaikati ruh. Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwa baraka zako na kwa uwezo wako jalia dua zetu hizi ziwe makubul. Jalia Mwenyezi Mungu ibada zetu ziwe makubuli. Jalia somu zetu ziwe makubuli ya Rabb, nia yetu unaijua, hali zetu unazijua Umaskini, ufakiri, dhiki, maradhi. Ya Rabbi, kwa baraka zako na kwa ufalme wako tusamehe sisi, ni waja wako wadhaifu, tunakukosea kila wakati na kila siku. Ya Rabbi, wewe ndio unatujua zaidi kuliko tunavyojijua, tunakuomba utupokelee dua zetu. Mwenyezi Mungu jaalie nchi yetu endelee kuwa nchi aman, ya amani. Jaalie nchi yetu ya nchi yenye maana, nchi yenye neema, nchi yenye mvua za kheri, mvua ambazo hazina madhara ya Rabbi, mjalie rais wetu, mpe mpe uwezo mkubwa wa kuweza kuiongoza nchi hii, mkinge na shari za mahasidi, maadui, wachawi, wenye majini na watu wa aina mbalimbali wanaomtakia mabaya. Mwenyezi Mungu, tunakuomba wajalie viongozi wote ambao wamewaweka katika mamlaka, wafanye kuwa watiifu mbele zako, wajalie wawe na manufaa kwetu, wajalie wasiingie kwenye nakama katika uongozi wao kwa baraka zako, Mwenyezi Mungu, jaalia rais wetu wa nchi hii kuwa awe salama kwetu sisi na kwa wengineo. Kila anemkusudia vibaya, Rabi, mrudi kwa ubaya wake. Mwisho Mwenyezi Mungu, tunakwenda kwenye uchaguzi, tupitishe kwa salama na amani. Mjaalia rais wetu wa nchi ya Zanzibar, naye pia umpe salama na amani, mpe utulivu wa moyo, mpe ushindi katika kazi zake kwa baraka zako, mjalie mheshimiwa wetu, kiongozi wetu mkuu, Mufti wa Tanzania, umpe uwezo mkubwa ambao tunauona sote, tunaneemeka tunafaidika kwa kupitia yeye. Kwa baraka zako, Mwenyezi Mungu mtunze, hii ni hazina yetu, ni tunu yetu ya rabi. Mwenyezi Mungu tunakuomba, jalie viongozi wanaosimamia kazi hizi wote, wakiwa na wanaowezesha kazi hizi Mwenyezi Mungu watunuku janna kwa baraka zako na kwa ufalme wako. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asante sana. Hivi sasa